Maandiko anasema ndipo Samweli akaitwa pembe yenye mafuta akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka zake akarudi Lama alipomaliza jambo hili, lile Sam, uh, Samueli akarudi zake kule alikokuwa ametoka. Na sa, tangu siku ile Daudi akawa na nguvu zisizo za kawaida ndani yake kukawa na nguvu zisizo za kawaida. Ukienda kusoma maandiko yanasema, Daudi aliendelea kuchunga ile mifugo, na wakati anapakwa mafuta, Daudi alikuwa na miaka kati ya kumi na mbili na kumi na sita hapo. Maanake alikuwa ni kijana mdogo sana, kijana mdogo kweli kweli, lakini mambo aliyafanya yalikuwa ni mambo ya kushangaza. Maandiko yanasema kuna wakati walikuwa, alikuwa anakuja dubu au simba, anakuja anataka kuua mnyama kati ya, ya, ya wanyama alikuwa anawachunga. Kitu ambacho Daudi alikuwa anafanya alikuwa na uwezo wa kumshika simba na kumlalua. Bwana Yesu asifiwe, naomba seme amina. Bwana Yesu asifiwe. alikuwa na uwezo wa kumshika simba au dubu na ku Hizo ni nguvu ambazo hazikuwa nguvu za kawaida. Kwanza, Daudi alikuwa kijana mdogo, kwa hiyo kwa uwezo kwa wa kawaida asingekuwa na nguvu hizo. Hata kama angekuwa mtu mzima, katika uwezo wa kawaida, hakuna mtu anaweza akamshinda simba kwa kutumia mikono. Hata wale wanakuwa na silaha, wanachukua tahadhari, wanapambana na simba. Lakini Daudi kwa sababu ya nguvu alizozipokea baada ya kupakwa mafuta, ile nguvu ile, ile nguvu iliyokuja juu yake ule uwezo wa kimungu ulioshuka juu yake ukawa unatenda kazi ndani yake, na ule uwezo ulimsaidia Daudi akashinda dhidi ya maadui waliokuwa wanakabiliwa na, anakabiliwa nao Samueli, Samueli wa kwanza sura, sura ya, ya kumi na saba na ule mstari wa hamsini Samueli wa kwanza sura ya kumi na saba na ule mstari wa hamsini ndivyo Daudi akamshinda, hivyo Daudi akamshinda yule Mfilisti kwa kombeo na jiwe, akampiga yule Mfilisti akamua; walakini Daudi hakuwa na upanga mkononi mwake, walakini Daudi hakuwa na upanga mkononi mwake. Angalia namna ambavyo Daudi anapata ushindi. Hii ilikuwa ni vita mbaya, ilikuwa ni vita mbaya kati ya Wafilisti na taifa la Israeli, na kiongozi wa jeshi la Wafilisti alikuwa ni Goliati, mtu mkubwa sana, pande la mtu. Ukiangalia, ukisoma vipimo vyake jinsi ilikuwa, unaweza ukashangaa. Sasa huyu ndiye alikuwa kiongozi wa jeshi la Wafilisti. Mara zote Wafilisti walikuwa wamewashinda taifa la Israeli, jeshi la Israeli lilikuwa limeshindwa kushinda vita hii. Sasa wakati huo, Daudi amekwisha kupakwa mafuta, lakini anaendelea na kazi yake ya kuchunga wanyama. Siku moja akatumwa na Yese aende akawapelekee chakula ndugu zake ambao wako jeshini wako katika kambi ya jeshi la Israeli. Sasa alipotumwa kuwapelekea chakula, alipofika zamu ile, akakuta ndiyo yule mfilisti amesimama, analitukana jeshi la Israeli, analitukana jeshi la Israeli. Sasa aliposikia, hasira ya Bwana iliwaka sana ndani yake. Akasema, ni nani huyu anayelitukana jeshi la Bwana? Ni nani huyu anayelitukana jeshi la Bwana? Daudi akakasirika akasema, mimi nitapigana naye, mimi nitapigana naye. Sasa ndugu zake hawakuwa radhi, maana walikuwa wanajua shughuli yake si kazi ndogo, maana wao jeshi lote limeshindwa kupigana na Mfilisti. Daudi akasema mimi nitampiga huyu. Sasa wanaanza kumvalisha yale mavazi ya kivita, wanamvalisha wanampa ngao, wanamvalisha dirii, wakamvalisha vile vifaa.